Katika historia ya kisiasa ya pwani ya Kenya, jina Jembe Mwakalu linabaki kama kumbukumbu kumbu ya uongozi, ujasiri na mapambano ya mwanasiasa aliyeinuka katika kijiji kidogo cha Chonyi na kuleta mabadiliko makubwa. Katika eneo la Bahari, jimbo lilokuwa sehemu ya wilaya ya Kilifi. Na safari yake ya kisiasa ilijaa changamoto, matumaini na ushindi iliwapa wananchi wa Pwani imani mpya katika uongozi wa kizalendo. Asili na maisha ya awali. Jembe Mwakalu alizaliwa na kukulia katika maeneo ya Chonyi, mojawapo ya sehemu zinazounda jamii ya Mijikenda. Akiwa kijana, alijulikana kwa bidii, utu na moyo wa kusaidia wengine. Uelewa wake wa jamii, pamoja na uwezo wake wa kuwasiliana na watu wa tabaka zote, ulimweka katika nafasi nzuri na kuaminika na wengi. Katika mazingira ambayo wananchi walihisi kutelekezwa na serikali kuu, Mwakalu alijitokeza kama sauti ya wanyonge, mtu wa watu, aliyeamini katika maendeleo ya chini kwenda juu safari ya kisiasa safari ya kisiasa ya Jembe Mwakalu ilianza rasmi wakati wa mageuzi ya kisiasa yaliyokuja na mfumo wa vyama vingi nchini Kenya mwanzoni mwa mwaka 1990 katika uchaguzi wa mwaka 1992 alijitosa katika kinyang'anyiro cha ubunge wa Bahari kama mwanachama wa upinzani hata hivyo licha ya kujitahidi hakufanikiwa kushinda ambapo J. Safari Mumba wa chama cha KANU alinyakua kiti hicho Kutokana na mazingira ya kisiasa ya wakati huo, Mwakalu aliamua kubadilisha mbinu. Wakati wa uchaguzi mwaka 1997, alijiunga na chama tawala cha KANU. Uamuzi huu ulimfungulia njia mpya ya kisiasa, na baada ya ushindani mkali ya kura za mchujo ndani ya chama, alifanikiwa kupata tiketi ya kugombea kiti cha ubunge cha Bahari. Mnamo tarehe 29 Disemba 1997 wananchi wa Bahari walimchagua kwa wingi. Kulingana na matokeo rasmi, Jembe Mwakalu alipata kura elfu ishirini na tatu ambapo ni sawia na asilimia sabini ya kura halali. Wapinzani wake, akiwemo John Mumba na Geoffrey Chimega, walibaki nyuma kwa mbali. Ushindi huo haukuwa tu wa kisiasa, bali ulikuwa pia ushindi wa kijamii ikionyesha jinsi wananchi walivyomwamini kama kiongozi mwenye uwezo wa kuwaletea maendeleo na uongozi. Jembe Mwakalu alijitahidi kuimarisha huduma za jamii kwa maeneo kama vile Chasimba, Mwarakaya, Junju na Tezo. Alisisitiza sana uboreshaji wa miundo mbinu hasa barabara na shule za vijijini, na uwezeshaji wa vijana kupitia elimu na miradi ya kujitegemea kwa watu wa Pwani. Mwakalu alibaki kama kiongozi aliyejitolea, asiyeogopa kusema ukweli. Aliamini kuwa maendeleo ni lazima yawafikie watu wa mashinani. Mwisho wa safari yake, baada ya kipindi kimoja cha ubunge, Bahari ilishuhudia mabadiliko ya kisiasa, kama sehemu ya mawimbi mapya ya demokrasia ya nchi hii, lakini mchango wa Jembe Mwakalu iliendelea kukumbukwa kama msingi wa kisiasa eneo hilo. Mnamo Disemba tatu elfu mbili na mbili, taarifa zilisambaa kote nchini ya kwamba Jembe Mwakalu amefariki katika kliniki ya Shomberani huko Mombasa, inayomilikiwa na daktari wa kibinafsi Dokta Chibule wa Tsuma. Kifo chake kilileta simanzi kubwa kwa wananchi wa Kilifi na Pwani nzima kwa ujumla. Wengi walimkumbuka kama kiongozi shupavu aliyewakilisha wananchi wa Bahari kwa heshima na unyenyekevu. Urithi na umuhimu wake. Leo hii jina la Jembe Mwakalu linatajwa kwa heshima kubwa miongoni mwa Mijikenda, hasa watu wa Chonyi. Wengi wanamuona kama shujaa wa kisiasa aliyekuwa kielelezo cha matumaini kwa viongozi wa Pwani. Uongozi wake uliweka msingi wa mabadiliko katika siasa za Kilifi, ambao leo tunashuhudia wanasiasa wengi, vijana wengi wanajitokeza vijijini, wakiongozwa na mfano wake. Hitimisho. Jembe Mwakalu alikuwa zaidi ya mwanasiasa; alikuwa mtetezi wa watu, uzalendo wa kweli, na taasisi ya uongozi wa Pwani. Safari yake kutoka kijiji kidogo cha Chonyi hadi bungeni ni ushindi kwamba uongozi wa kweli haujengwi kwa nguvu ya fedha, bali kwa moyo wa huduma, nidhamu na imani katika uwezo wa jamii yake. Urithi wake utaendelea kuishi kwa mioyo ya watu wa Kilifi na vizazi vijavyo vya Mijikenda kama ishara ya kwamba hata kutoka kijiji kidogo kiongozi mkuu anaweza kuzaliwa.